Utaendaje chooni kama mwenye nyumba sasa? Ngoja nikwambie. Kuanzia leo ukiishi kwa hii nyumba yangu, sherehe hapa mahali, ni mimi nitangulia kwenda chooni asubuhi alafu <laughs> <laughs> hata ikiwa usiku, asiende hadi uwe nimekwambia. Paka mimi nitangulia, mwenye nyumba tangulia kwenda chooni. Hebu ngoja, alafu kuna kijana mkingine kana kaa hapa. Wewe, wewe jirani, jirani, hebu yeah, njoo hapa, njoo hapa haraka. hizi eh, habari nataka uwe nazo. Ninamwambia huyu mwenzako, kuanzia leo habari za kushikwa, hii nyumba iko chini yangu. Ukitaka kwenda chooni, usiende chooni kama mimi mwenye nyumba sijaenda. Uko unanisikiza vizuri?